Uh, asubuhi ndugu a wa wakulima uh, karibu kwenye chaneli yetu ya Kilimo Cha. Uh, leo hii tumekuja na bidhaa yetu mpya ambayo hii bidhaa yetu inaitwa Stika. Uh, hii Stika kwa wakulima wengi nadhani watakuwa wanaita kigandishi au kinatishi. Sasa kampuni ya Agribiz wametuletea bidhaa yetu hii ambayo inaitwa Stika inayofanya kazi ya kugandisha uh, inagandisha sumu yetu unavyopiga kwenye jani ili siweze kuanguka, lakini pia ina kazi zinginezo kama vile kuitawanya sumu kwenye jani. Unaweza ukawa umepiga sumu toni moja likawa limeongea kwenye jani, ila sasa ile toni moja kusambaa mpaka kumkuta mdudu au kukuta eneo la ugonjwa liloathirika inaweza ikawa ngumu. Sasa tukipiga, tukitumia hii tukaichanganya kwenye bomba lile letu kwa mfano la lita ishirini au lita kumi na sita tukawa tumetia ile sumu yetu, lakini pia tunachukua hii milizi nne tunakuwa tunatia mbona changanyia na ile sumu. Sasa tukija kuchanganyia hii, hii inasaidia kusambaza ile dawa kwenye jani. Sasa leo tumekuletea hii bidhaa yetu na tutakuonyesha jinsi inavyofanya kazi. Tupo na mtaalamu wetu hapa Oscar Otieno atakuwa anatuelezea kwa matendo. Jinsi ya kuitumia hii na tutaona jinsi inavyosambaza sumu kwenye jani. Okay, mimi kwa majina naitwa Oscar, uh, ni mfanyakazi mm -hmm, wa kampuni Agribiz, msakili wa kampuni Agribiz. Tunapozungumza Stika, kazi ya Stika ni kufundisha dawa, alivyosema mwanzangu hapo nyuma. Sasa mimi hapa nataka kufanya kwa vitendo ili wakulima waone tofauti kati ya Stika ya Agribiz na Stika zingine. Sasa, kwa mfano sasa, wewe ni mkulima unapuliza dawa. Unavyoyaona haya ni matone ya dawa ama viuatilifu yanadondoka kwenye jani. Sasa viuatilifu hivi haziwezi kusambaa kila sehemu ambapo kuna wadudu. Sasa tunataka kuchukua tone la stika tuiweke kwenye hizi matone ya maji ama matone ya, yaliyo kwenye majani. Tuone je, inasambazaje dawa ama zinasambazaje booster ama dawa za ukungu sasa hapa tunachovya kidogo tu stika, tunakuja kudondesha hapa kwenye jani ambayo ina maji tayari ambayo ni dawa. Unavyoona tumedondosha hapa, unaona inavyozidi kusambaa. Hizo ndio tunakwambia kwamba stika yetu inafanya kazi, inasambaza dawa, inapenyesha dawa, pia ina uwezo wa kuwa kwa, waua wadudu kwa kuwababua. Unaona hii jani inavyosambaa Hayo hmm? Sasa tuna assume kwamba ni dawa ambazo zimepulizwa kwenye jani. Ninavyo ninavyo zidi samba. Eh. Hapo ni tone tu kidogo tu. Oh, pepo kidogo. Tone tu naona no, naona jani ninavyo samba kama mafuta fulani imepakwa. Eh. Kwa hiyo ndio kazi ya stika ya Agribase inavyofanya kazi. Kwa hiyo stika hii inaweza kupenyesha dawa mpaka chini ya jani ambapo kama umepiga sumu, kuna wale wadudu ambao wapo chini ya jani kama wale utitiri weusi ama chora chora, mijificha ndani ya jani. Kwa hiyo stika ina uwezo wa kusaidia ile dawa ambayo ina uwezo wa kupenya kufika hadi chini. Au lesi unapiga booster, kwa hiyo booster ili ingie kwenye jani ifanye kazi, inahitaji zile veins za mmea inyonye ili safirishwe kwenda kwenye sehemu ambazo zinahusika. Kwa hiyo stika yetu, naona zidi navyozidi kusambaza dawa Unaona inavyozidi kusambaza. Ukiangalia jani hili kwa umakini, nadhani imepakwa mafuta, lakini sio mafuta, ni stika ambayo tumedondosha katone kidogo tu, ndio imesababisha imesambaa kiasi hiki. Kwa hiyo wewe mkulima, ambaye unataka kutumia dawa yako kwa usanifu, tumia stika ya Agribes. Pia inazuia dawa kudondoka, mchirizi ambazo unakuta unapuliza dawa lako shambani, kuna yale matone ya maji ambayo yanadondoka chini. Kwa hiyo ukitumia stika inaenda kuzuia ile dawa kudondoka chini. Sio kwa ajili ya kugundisha tu, pia ina uwezo wa tulizotaja hapo nyuma. Kwa mfano kama hapa tumeshapiga stika, naona jari inavyong'aa unafikiri imepakwa mafuta. Kwa hiyo we mkulima, tumia stika kukokoa gharama ya matumizi ya shambani kwako.